Tumeanza mada yetu kuhusiana na taasisi za fedha, bidhaa na huduma wanazotoa ili kukusaidia e, wewe kufikia malengo yako. Tulianza katika episode au uh, awamu ya kwanza tukiongea kuhusu taasisi zinazojihusisha na utunzaji, alafu tukaingia uh, sehemu ya pili ambazo ni taasisi uh, zinazotoa bidhaa na huduma kukuwezesha uh, kuwekeza na pia kutoa ulinzi wa fedha zako na leo tunamalizia mada yetu na swala zima la kodi. Hamna mazungumzo kuhusu fedha wedha, ni ya mtu binafsi au ya kampuni itakuwa imekamilika bila mdau muhimu kwenye mfuko wako, ambayo ni serikali yako. Karibuni Hazina Connect, naitwa William Joseph Mungai. Tunavyoendelea na mada yetu Kodi ni nini? Kodi ni ushuru au uh, makato ya lazima uh, kutoka katika shughuli za kiuchumi za watu binafsi, na kampuni na taasisi ambazo zinasaidia kufadhili shughuli za serikali. Kwa hiyo kodi, uh, kwetu sisi watu wa wataalamu masuala ya fedha au mwekezaji au mfanyabiashara yoyote, kodi sio adui yako, ukiwa kama mwananchi kodi e, na taasisi zinazosimamia masuala ya kodi e, sio adui yako, kwa sababu huduma hizi ambazo e, kodi e, zinafadhili ni mashule, mahospitali, e, ba barabara na kadhalika. Kwao nadhani wote tunaweza tukakubaliana kwamba kodi kwa yenyewe e, sio tatizo. E, tatizo linakuja labda kwenye viwango, labda kwenye utitiri, na tutagusia Uh, hilo mwishoni. Eh, kuna kodi za aina mbalimbali, lakini eh, tunaweza tukazigawa katika makundi matatu. Kuna kodi za serikali kuu ambazo msimamizi wake ni TRA Tanzania Revenue Authority eh, au mamlaka ya mapato Tanzania Hawa wanakusanya kodi za aina nne na zaidi, actually ni aina nyingi sana, lakini zile zinazojulikana zaidi eh, ni kwa mfano kodi ya mishahara. Kama wewe ni mtumishi unafanya kazi kwenye kampuni, unajua kwamba kuna kodi inaitwa PAYE eh, ambayo ni makato ya kwenye mshahara wako hii, na kwa kawaida serikali ndio wanaoweka viwango kwa hiyo inaanzia kwenye asilimia saba tisa inafika mpaka asilimia thelathini. Una mshahara wako, kipato chako kinavyoongezeka, basi na kodi ina inaongezeka ina e, hii ni payroll tax, kodi ya mishahara. Kuna kodi e, ya makampuni income tax, corporate tax. Corporate hii nayo kwa kawaida kuna miaka kadhaa ambapo kila kampuni inaweza kama labda inafanya hasara isilipe kodi nyingi bado kuna asilimia kama sifuri nukta tano itabidi ulipe lakini e, ukishaanza kupata faida hii kodi inaweza ikafika mpaka asilimia thelathini Asilimia thelathini. Yani katika siku thelathini za mwezi siku kumi unazifanyia kazi eh, serikali yako. Kwa hiyo nayo ni kodi muhimu kuifahamu. Na je eh, unaibudget vipi, unaipanga vipi katika mpangilio wako wote wa kuendesha kampuni yako au mambo yako binafsi? Kuna kodi kama eh, ya mauzo inaitwa sales tax kwa Tanzania eh, na East Africa inajulikana zaidi kama VAT VAT eh, hii ni kodi ambayo inatozwa, inabidi itozwe eh, thamani ya bidhaa inavyopanda au inavyotambaa eh, kutoka hatua moja kwenda nyingine, ndio maana inaitwa value added tax, yani bidhaa inavyotoka hatua moja kwenda hatua nyingine inabidi itozwe eh, kodi. Kuna kodi ya majengo eh, kuna kodi ya ardhi eh, kuna kodi ya e, import tax ya kuingiza vitu kutoka nje. Hizi zote zinasimamiwa na TRA na ni muhimu sana, e, uzijue uzitambue, zile ambazo e, zinagusa eneo lako la kiuchumi, e, kama ni mwajiriwa au ni mfanyabiashara, na ni vizuri ujue kanuni za kuendesha mambo yako na ni nini upeleke TRA, e, ili usipigwe faini ili usi uh, usiathirike katika uh, biashara zako. Ukienda uh, uh, taasisi nyingine, ukiacha TRA, kuna kodi na ushuru mbalimbali mbali ambazo zinatozwa na halmashauri uh, halmashauri mbalimbali, eneo ulipo, na wao wana mamlaka kupitia madiwani wao kutoa tozo mbalimbali. Ndio maana mbali unakuta maeneo ya kilimo kuna kwaga, kuna tozo kwenye mashamba, kwenye kusafirisha mazao, kwenye kusaga na vitu kama hivyo. Kama mpo kwenye mbao, kuna kwaga, kuna tozo za mbao na vitu kama hivyo, kutegemeana na shughuli za kiuchumi za eneo husika. Lakini karibu halmashauri zote zitatoa tozo mbalimbali mbali kwa maduka, kwa mabango, uwe na saluni, uwe na sokoni, hizi zinatoa na, na, na, na halmashauri, lakini pia um, zipo taasisi za usimamizi eh, regulatory authorities na hizi zina ushuru na tozo mbalimbali mbali. Kama upo kwenye eh, usafirishaji eh, utakutana na tozo huko chini ya eh, Latra, Sumatra na kadhalika eh, kama upo kwenye sekta ya ya mafuta utakutana na uh, Eura na kadhalika, kwa huku nako kuna ushuru na tozo mbalimbali mbali. Kutokana na shughuli yako ya kiuchumi angalia ni taasisi gani au mamlaka gani na ni vitu gani ambavyo inabidi uh, ucomply, inabidi uvitimize kama ni kukata leseni au kupeleka mrejesho um, biashara yako inaendaje, basi e, kuna gharama fulani ambazo Eh, pia zitahusika. Kwa hiyo hayo ndio maeneo eh, makuu matatu ambayo watu wengi wanakutana na, na, na tozo wanakutana na kodi. Na kimsingi kodi ni mapato ya serikali, ni mapato ambayo yanatusaidia kupata huduma za eh, kijamii. Sasa uh, TRA eh, pia wanajitahidi kutoa elimu kuhusiana na uh, kila mtu afanye nini na uh, mamlaka yao inabidi ifanye nini uh, na wanafanya function muhimu uh, kwenye jamii uh, na ukikuta kuna malalamiko kuhusiana na kodi mara nyingi ni kutokana na utitiri. Kwa mfano hapo nimetaja kodi za serikali kuu, nimetaja kodi za halmashauri, nimetaja ushuru na tozo mbalimbali mbali. Hizi uh, zinapunguza faida ya mfanyakazi au mapato, faida ya mfanyabiashara au mapato ya mfanyakazi, bila shaka. Kwa hiyo serikali yoyote iliyo makini huwa inajaribu kuweka kiwango cha kodi ambacho hakitaathiri e, juhudi ya mtu au ari ya mtu kuamka kwenda kufanya biashara yake au kwenda kuajiriwa. Kodi ikiwa juu sana, hakuna mtu ataenda kazini. Kodi ikiwa asilimia sitini, hakuna mtu ataenda kazini, iwapo muda wako mwingi utakuwa unafanyia kazi serikali na sio familia. Kwa hiyo serikali nayo huwa inajitahidi eh, lakini kwa nchi kama Tanzania kuna changamoto eh, zinasemwa mara kwa mara na wafanyabiashara kuhusiana na utitiri. Yaani kodi ni nyingi kwa hiyo zina uh, zinapunguza faida. Hiyo ni eh, tatizo moja, lakini la pili ambalo ni kubwa ni gharama za wewe mwenyewe mfanyabiashara au mtu binafsi usiwe na tatizo na serikali yako, kwa maana ya kutimiza wajibu wako wa kupeleka nyaraka na kulipa unachotakiwa. Hii kitu inaitwa compliance cost, yaani gharama ya kukaa sawa na serikali yako. Eh, hii nayo inafanya watu wafanyabiashara wengi walalamike, kwa sababu wanahitaji wataalamu ili wafanye mambo yao ya kodi, lakini pia utakuta mtu ambaye eh, amejenga kibanda chake cha kunyoa eh, nywele cha mabati chini ya mti anaweza akatozwa kodi ya leseni na halmashauri yake sawa sawa na yule mtu ambaye ana saluni ya kisasa Masaki yenye viti vitatu vya kunyoa. Wote wataambiwa wakate eh, kodi eh, sawa ya bei sawa kwao. Kuna mapungufu kama hayo, lakini kimsingi eh, ufahamu wa kodi eh, kodi kuu za serikali kuu, kodi za halmashauri, kodi za eh, taasisi au mamlaka za usimamizi, zote ni vizuri uzifahamu katika sekta yako kiujumla. Na hapo, uh, tumefikia mwisho wa mada hii ya taasisi za fedha na uh, pia bidhaa na huduma wanazotoa, tukifunga na hili la kodi. Asanteni kwa kusikiliza Hazina Connect, tukutane episode inayofuata.